Okay, to the next one, Sammy baby. On to the next one, bwana, tunaenda tuna kwenye hii ishu ya nyie watu ambao mnawamiliki waigizaji mm, yani watu ambao wataalimu kwenye mahusiano wa waigizaji, lakini pia mmefunga nao ndoa waigizaji. Kwanza tuseme tu poleni, tena poleni sana kama hauna moyo mgumu <laughs> kama wa Majizo <laughs> <laughs> Usipokuwa na moyo wa jiwe eh? Moyo, eh, moyo kama ile nguzo ya chumvi ile ilibadilika kipindi kile, ukamtukania uka, uka, uka mtu hata mama yake mzazi wake unamtukana tu, si kubwa kabisa. Ni nikuulize tu adamu ada. Unaweza ukawa uka kwenye mahusiano ama ukafunga ndoa na mwigizaji, anaweza kata mwigizaji wa filamu ama video vixen. Inawezekana lakini kipindi ambacho mii nkimwoa atakuwa ameacha. Kwa nini aache? Kwa nini aache ache, ache karia yake kazi yake. Kwa kweli, unajua hmm. Samibebi hmm. Ukiwa, ukiwa kwenye upande mzima wa utangazaji hmm. Kuna vitu unakuwa unaviona vingi tofauti na mtu mwingine ambaye hayupo kwenye e, tasnia, unakuwa uti..., na unakuwa na jicho la tatu. Kuna kuna jicho la tatu. Hmm. Unakuwa kuna vitu vingi unaona Of course mimi naingia gadi kwenye malocation ya wasanii yes, mimi sishuti wala sikiza, lakini naingia naona, unapata experience. Nikaja kugundua kitu kimoja mm, sanaa kwa mwanaume katika jamii zetu ni kitu cha kawaida sana. Yaani, okay, katika jamii tunazoishi sisi, kwa mwanaume anapofanya sanaa ya maigizo mm, anashukuliwa ni jamaa anajua anapewa yeah, sifa anajua ah, mshikaji anajua sana kuigiza. Ah, mshikaji noma eh, lakini picha imekuwa tofauti kwa mwanamke anayefanya maigizo mm. ana picha tofauti sana kwenye jamii, niamini mimi hata mastaa sisi tunawaona mm. ana picha tofauti sana kwenye jamii zinazoishi, utasikia amna ah, kitu mle malaya tu yule, yani wanatumia maneno makali kama yes, hayo kuwaita majina ni sawa na mfano wa fumanizi mbili. Fumanizi ya mwanaume huwa haina ukali sana, na ni rahisi sana eh, kusamehewa eh, na kufutika kwenye kwenye akili sana za watu, lakini fumanizi la mwanamke linabeba taswira mbaya baya kwenye jamii sana, kiasi kwamba hata mwanamke anaweza akapewa talaka akaachwa akaachwa, yani kuna vitu mwanamke mm -hmm. anatafsiriwa yani, anatafsiriwa kivingine tofauti yeah. na mume, ndo hivyo sasa nachomaanisha mimi. Kwa hiyo binafsi mimi siwezi kumruhusu huenda akawa yeye anafanya kwa mapenzi yake na anafanya kwa uweledi huku yes. akijitambua lakini, kuna kitu kinaitwa <laughs> macho ya watu macho ya watu na watu <laughs> na wanafanya vitu vingine viache kufanywa. Kuna vitu viwili vyogope sana Ma... jicho la mtu na ulimi wa mtu hiyo <sighs> ah. <laughs> no. inakumaliza. Lakini kuna watu wanavaa ujasiri, kuna watu wanavaa ujasiri vizuri, wanavaa ujasiri, ujasiri. Hmm. Sisi tu hatuendi mbali, tunajua kuna watu ambao mnajulikana hmm. na mmefunga ndoa na waigizaji hmm. tunaelewa, mfano mzuri kama ndugu yetu Bwana Majizo Yeah. Na Elizabeth Michael lakini pia huenda labda kuna ndugu yetu Richie Mitindo amemwoa nani, Jackie Wolper, si ndio, na kuna watu wengine wengi tu ambao tayari wameshaoana ama, pia mm -hmm. kuna wanawake ambao wameolewa na waigizaji maarufu mm -hmm. ama wasanii ambao wanakutana na kila sampuli ya wanawake. Yeah. Wanakutana na kila sampuli ya wanaume kwa hivyo pia inaweka changamoto fulani, japo yeye mwenyewe mwenye mke, ama mwenye mume mm -hmm. anaweza kalivaa hilo jambo akaweka ujasiri kwamba muhimu mume wangu ananiheshimu, ile ni kazi yake okay, akavaa aka ule ujasiri kwamba anakujiamini. Mm, lakini vipi haya macho ya watu huku nyuma vipi? Macho ya wa wanafamilia, vipi? Wanandugu wanajenga taswira gani? <todohi> mbaya. Mbaya. <todohi> sana issue ya, ya Lulu Michael kuonekana kwenye tamthilia mbalimbali. Kuna moja tamthilia naigiza ambako pia nako huko alionekana akishoot na sini fulani fulani zikionekana, uh, mm. Lakini pia kuna sini ambao kuna video ambayo imeweza kutrend hivi karibuni bwana tunamfahamu Hemedi Chan, mambo yake si mabayaaa. Wananivuruga wale weupe wale, wananivurugaga wote wazuri, wale weupe wananichanganyaga mimi. Si wanawake pia wanapenda wanaume wazuri? Ah, wanawake pia sipenda wanaume wenye lipsi za pinki kidogo ni maisha gani ayo bwana? Pendeni wanaume <laughs> eh, hardcore flan hivi ambaye ana mambo mengi, yani mtu achani nywele ni fresh ndio mzuri, mtu kama akamandiv zina ushirikiano. <laughs> Jipe moyo utashinda. Sasa bwana, ile clip imesambaa eh, ndo ikazidi pia kutengeneza kitu sawa, watu kuanza kumuwazia Majizo vipi, anayawezaje hayo mambo, si unanielewa? Lakini jamaa aliwahi kuzungumza na au anazungumza, anasema ile ni karia yake, sawa, na watu watakiwa waelewe kwamba uh, Lulu sio mwigizaji wa hivi karibuni, ameanza zamani hmm. Kwa hivyo ni kitu ambacho anacho toka zamani, kamkuta akiwa e, nacho mm. Sawa ni sana mi nikukutia, wewe ni presenta toka zamani, alafu nikwambia mme wangu acha kazi yako huyo. mm. Wakati mimi pia huenda nimekujua kupitia hiyo kazi yako okay. Sawa, huenda pia na mimi najulikana kupitia hiyo kazi yako mm ama nilikuwa najulikana, lakini jina langu limezidi kujulikana kwa ukubwa zaidi mm -hmm. biashara zangu zinaenda kwa sababu tu ni wewe, nimekuta kwenye kazi yako na ndio inanisaidia mimi, naendelea kuimprove na kuonekana yeah. kwa watu mm -hmm. kwa hivyo inakuwa ni ngumu kitu ambacho umemkutanacho mtu, nauenda pia ni sababu ya wewe na yeye mm -hmm. kujuana mm -hmm. ama sababu ya mafanikio yenu, ukamzuia kukifanya, wewe utakuwa ni mwanaume wa aina gani? Usifanye hivyo, acha kabisa. Unajua kuna makisi ambayo yanahisia eh, linahisiaiaisiainahisia kuna... yes, ah, nakumbuka ku... zamani, Mwenyezi Mungu ampumzishe aa, roho yake ndugu yetu ama shemeji yetu ndikumana mm, kipindi kile yuko na Irene Uwoya. Kuna moja kati ya movie ambayo alikuwa akiigiza Behind the Scenes na inaonekana ndikumana yupo amekaa kwenye ile scene yani, kwenye ile scene ambako, uh, location ambako mke wake ndo alikuwa yuko na mm, shoot na ile movie ambayo alikuwa na shoot nayo pia alikuwa na, na mambo unajua, unajua pale anapokutana Irene Uwoya, Mariam Steven, Kanumba, mm, vitu gani vilikuwa vikitokea? Si unanielewa, nakumbusha kwenye Oprah. uh, yes <laughs> <laughs> <laughs> hey, hey, hey. just imagine sasa, just angalia ile movie ya Oprah uone jinsi vitu vilivyoigizwa mle ndani hey, kwa sababu ulivaliwa uhalisia mkubwa unanyelewa. Yani marehemu Steven Kanumba waliamua kuvaa uhalisia ule. Chura leta balaa chura, yuko wapi? Hapa wapi chura? Sio chura tu, kuna ile nyingine uh, baadae inaonekana opla akiokota betri kushoto, mfuniko wa simu uko kulia, laini ya simu imekaa kule, uh, yani... sasa wewe ndio wa mke wako yuko vile, mke wako atoka kuigiza sini kama ile kabisa. Kwa hivyo uenda pia hatandikumana kipindi hicho, alikubali kazi ya mke wake mpaka anamsindikiza location. Labda alikuwa akimsindikiza kwa mapenzi ama wivu ama aone mke wake anafanya nini, sinanielewa lakini. Sasa pale inapotokea, <laughs> si ni kama ile inatokea pale na wewe upo sasa. Baby, unaamini alikuenda kweli kuona tu

miminikkumusha <laughs> kitu kidogo samibei. Yes. Uh, kuna filamu ilitoka inaitwa mm. t kuna scene alicheza alichezaa na Rai. Yes. kwenye ile sin India wenzetu alikaga mipaka miaka hiyo, lakini sasahivi naona hakuna waliweka mipaka kwamba hutakiwi kumkisi mtunomaanaunaona Yes. waindi mara nyingi a wapiganage mabusu wanakimbizana tu fungana mitandio usoni, basi wamemaliza. Kwenye hiyo sini, Hrithik Roshan alimkisa Aishwarya Rai. Real kabisa, jamaa kaona acha nivae uhalisia. Alivaa uhalisia. Baada ya tukio, watu wengi walizungumza ikiwemo wanaume wake kabisa, mumewe na Aishwarya Rai mm. ambaye ni Abhishek Bachchan ni mtoto wa Amitabh Bachchan. Yes, aliongea Binafsi mimi sijaona kama hili tukio niliko sawa, kwa sababu nchi yetu, yeye ni mwigizaji, hivyo anaigiza miaka na familia, wote waigizaji, baba mama wote waigizaji, na anajua sheria, anajua sheria vizuri, lakini akazungumza bwana moja mbili tatu kuongea. Nasikia bodi ya filamu ya India pia ikaliongelea ile swala mtukati, wakawa nafikiria kabisa mpaka kuifuta ile scene kwenye movie, yani movie itoke kwa mara ya pili, kwa sababu ya scene moja lakini wakakaa chini wakaangalia maendeleo ya India ya filamu mm. duniani. Dunia inataka kitu gani nini? Wakaruhusu kile kitu mm. kiendelee. Lakini mimi nikachukua pointi kubwa ya mumewe na Aishwarya Rai, ambaye ni mtoto wa Amitabh Bachchan. Mama wake pia ni mwigizaji msa, ni mkubwa yes. India lakini imemtach sasa, umeona mm. imemgusa ah, kama mwanaume imemtach. Jamani, hapo hiyo inaumiza, kama alikuwa yuko yani kama alizama sana yani ukamwona mke kama akazama kwenye busu. Mi mwenyewe binafsi, ulivyoona Elizabeth Michael anapigwa kiss na Hemedy mm. nikasema <laughs> hili bwana, mbona limekaa lenyewe sasa? Unazani labda pia inaweza ikawa ni sahihi, labda sheria kama hiyo ije Tanzania kama ambavyo ilifanyika India kwamba Uh, si sahihi, yeah, kuweza kuvuka mipaka una zaidi pia, ikija hiyo movie zetu zitaendelea.